Na mtazamaji wa Trend TV bwana, sakata bado linaendelea. The, the whole story ambayo sasa hivi ina trend huko mitandaoni ni hii issue ya Ibra kutaka kujitoa pale Konde Gang. Na watu wengi sana kiukula wamekuja kuweka maoni yao na comments zimekuwa ni nyingi, na mashabiki wa Konde Gang ambao ndio waliomkuza Ibra kufika pale ni kwamba wamekuwa wakimsi Ibra asija akasubutu kutoka. Na iwapo kama kuna mtu anayemshawishi au anamshauri atoke, ajue kabisa kwamba anamdanganya; Ibra atapotea. Kwa hiyo hapa kuna shabiki hapa wa Harmonize na Konde Gang kwa jumla ameandika kwamba nimesoma komenti zote, watu wanakudanganya Ibra, sisi mashabiki tunakusikiliza, ni mashabiki wa Konde. Ukichomoka hapo hatutokusikiliza tena. Tulia tulia hapo hapo wewe, ni, wewe na mziki wako jiongeze. Umeona, kuna mtu ameandika hivyo. Ibra hakunyamaza, ameiona hiyo comment na akaja akajibu akaandika kwamba sikuwahi kuwaza kwenda sehemu yoyote familia naipenda sana Konde, naipenda sana Konde Gang, ila bosi hataki kufanya, hataki kufanya kazi, alafu mimi pia nina familia na haki ya kuishi kama binadamu. Ibra ameandika hivyo. So, hapa kuna page imekuja kuripoti kuhusiana hizo comment na the way ambavyo Ibra alivyokuwa anajitahidi kuzijibu, maana mashabiki wa Konde Gang bwana, wamemwambia wazi kabisa akitoka pale hawatomsikiliza wala kumsapoti, na Ibra amejibu hivyo so, mambo yanazidi kuwa magumu, mambo yanazidi kuwa makubwa na wadau of course wamekuja kuweka maoni yao hapa. Kwa sababu kwamba bwana, kiukweli eh, bora kujifanya mjinga dhane, eh, <laughs> kuto, kujichanganya unataka kulipa bilioni moja. Kuna mtu ameandika hivyo, kuna mtu sababu kwamba bwana, tatizo sisi wabongo tumeumbwa na roho ya ushindani sisi kwa sisi, while while tungeungana pamoja eh, tungeongeza nguvu kwa ajili ya kuwakabili wa Nigeria, pamoja na eh, wa Nigeria pamoja na wa South Africa. So kikubwa kabisa ni kwamba Ibra, mkataba, mkataba kama ukiisha eh, umelipa hiyo pesa, toa igo nenda wasafi pale, omba hata namba ya Diamondi. omba akusaini kwa sababu muziki unaujua, na naapa kabisa kwamba utafika mbali, lakini ukiweka ego mbele ukajifanya kwamba Diamondi ndio nani, bro, industry ya muziki ni ya kijinga sana. Leo utakuwa na marafiki wengi wataku, eh, watakuja watu wengi sana kukushauri wewe noma, wewe noma, sijui utafika mbali na kila mtu lakini ukidropu tu no one atakuwa karibu yako, so angalia wapi kwenye manufaa. Sema na akili yako kwanza kabisa, ndiyo useme na moyo wako. Ni wazo tu koze. Mimi ni